Swayo. Kila mtu Ii eske kwanza unaelewa kwamba tunapokea kidogo sababu tunatumika vitoto na tunapokea vikubwa wakati tunatumika vikubwa, na hatuwezi kuwa sawa sawa sababu hatutumiki sawa sawa. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Tuko na jibia basi, hata kidogo sauti zina sauti zinapotea. Hatutakuwa sawa sawa. Jua hatutumiki sawa sawa. Gari zikienda ku station kunywa karibira. Yenye nafanya dinner iko na pakiza na yenye nafanya kesi mimi nitaweza kutembea sawa sawa. Unaweza kutembea sawa sawa? Jua nini? Kuko mwenye alipiga plan. Eh? Dinner iko na iko na pakiza. Na wewe ni kesi mimi. Donc tuna tuna estimé kesi mimi ulibeba, au ni 10 litres au 20 litres. Mais mwezako alipiga full full tank. Tukianza kumpetishia ko, kukimbia karibu yangu itakuishia na mimi yangu ina na, na maisha ya kiroho vile mwenye anakaa mu presence ya Mungu, na mwenye akawi akupokee sawa sawa. Bwana Yesu akusaidie sana. Amen. Amen Amen. Mwenye anakamata hii kazi ya Mungu avec considération na mwenye anaikamata na na estime ya kidogo amwezi kwa sawa sawa. Ufanye hiyo evaluation na experience za kutosha, watu wenye tulianza navo utuma eh, kuko wenye valizinikaka na huko wenye walituma maombi leo, ukiwaona, unasema ah.